nao una sifa kubwa sana mbele za Mungu, aliona kama jinsi enda anavyokubalika na wanadamu anavyokubalika na watu. Ndio hawa ndio walikuwa wanatoa sadaka kanisani, ukisikia tu kuna mchango, yani wao wanapenda kujulikana, sawa, ndio walikuwa gani hawa watu. Sasa Yesu akaonana na huyo mtu akamwambia, akaenda akamuuliza tu, kwa yani kwa kwa furaha, kwa sababu yeye yuko vizuri kila eneo, amen Nifanye nini ili niweze kuingia ufalme wa mbinguni? Yesu akamtajia baadhi ya mambo. Hebu sikiliza hicho jibu alichokisema, alijibu nini? Waheshimu baba yako na mama yako, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Yule kijana akamwambia, haya yote nimeashika. Haya yote, nataka hiyo, haya yote nimeyashika. Unasikia hicho jibu? Alisema hayo yote nimeyashika, na hayo yote nayafanyia kazi. Tatizo langu liko wapi? Hata wewe uko hapa yote umeyashika. Amen. Yote unayofanyia kazi. Tatizo lako liko wapi? Umeshawahi kujiuliza tatizo langu liko wapi? Kwa sababu yote nafanya kama ibada mimi nawahi. Amen. Kama maombi nafanya. Amen. Kila kitu mimi nafanyaje? Tatizo langu mimi liko wapi? Mimi kujiuliza kitu kama hicho. Hata kama unajiona wewe ni mkamilifu, ni vizuri kumuuliza Yesu ni swali. Wakati mwingine mwambie sinionyeshe shida iko wapi? Naonyesha tatizo liko hapa. Amen. Msijihesabie haki. Huyu kijana alijihesabia haki, aliona ni mtumishi bora sana. Mbele za nani? Za Yesu. Akaenda kagua mtumishi wake akadhani Yesu atamsifia. Sasa alichokutana nacho huko, mstari wa 21. Akaambiwa nini? Hayo tu nimeshika ni, ha, nimepungukiwa na nini tena? Mstari wa 21. Yepo, sasa ni tena. Yesu akamwambia, "Aha, ukitaka kuwa mkamilifu, taka kuwa mkamilifu." Nenda ukauze ulivyo navyo, uwape maskini. Nenda ukauze ulivyo navyo, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo ulifuate. Hapa kuna maneno mawili ambayo yanatisha sana. Anasema nenda ukauzie ulivyo navyo, alafu wape maskini. Au maskini ni akina nani? Amen. Kwa hiyo hapa wapo pesa na jamaa eh, halafu anaambiwa kisha ulifuate. Halafu yuko na Yesu. Kumbe siku zote tunamfuata Yesu na ndiye kumfuata Yesu. Kumbe unaweza ukawa na Yesu na unatembea naye hata mjuani. Amen. Kumbe kuna uwezekano wa kuwa na Yesu na mjuani <laughs> na Yesu hataki kukujua, ni aina ya mambo uliyashika moyoni mwako. Yesu ana mpango wa kukujua hata kama mnatembea njia moja hivi atua kwa hatua, si huyo aliambiwa kauze, kisha unifuate. Kafanye, kuna vitu kafanye huko mtaa kwanza, alafu njo nifuate nini. Amen? Amen. Andika kwa auze mali zake, nikumbuki kwenye vile vipengele vinne ambavyo nilikufundisha pale juu, akili, nafsi, nguvu zako zote. Kumbuka pale tu na tafsiri pale, andika huyu kijana utumishi wake na moyo wake wote ulikamatwa na hivi vitu ambavyo Yesu aliambia auze. Utumishi wake ulikamatwa, moyo wake ulikamatwa na hivi vitu ambavyo Yesu alimwambia auze. Kwa hiyo, Yesu alivyokuwa anamwambia auze, alikuwa amfundishi kutenda mema, alikuwa namfundisha kuokoa moyo wake, kwa sababu shetani alimfanya alimpa moyo wa kupenda vitu kuliko kumpenda Mungu. Sasa ule upendo ambao huyu kijana aliupeleka kwenye vitu ilikuwa kuna namna ya kuutoa ule upendo, hata kwa maombi ya upako maombi sio namna gani? Amen. Moyo huwa utoki, moyo hu utoki, isipokuwa moyo huu ili utoke kwenye vitu hivi auze, alafu awape masikini. Amen. Sasa Ulize tena, kwa nini maskini? Au maskini akina nani? Amen. Kwa nini asimwambie kawape wachungaji wa kanisa hizo pesa? Manake kawape maskini, hata Mungu hazitaki, sio? Hao maskini anaowataja Mungu, si kwamba anaambiwa ili wasaidiwe, pia Mungu naye anasema hizo pesa sizihitaji, sizitaki. Amen. Mungu anakataa hasitaki hizo pesa. Unajua Mungu anaposema maskini, unajua Mungu anamaanisha si? Mungu anasema mimi naviwisha vinyonge, nina uwezo wa kuvinua vinyonge, kuvitoa chini na kuvipeleka wapi? kwa hiyo kwa mjibu wa neno la Mungu, kwa Mungu hakuna maskini Amen. Unajua Mungu akisema maskini anamaanisha ni maskini, hawezi kuwa tajiri tena. Mbona maandiko yanatuambia na ujio umaskini wako najua tabu yako lakini njoo kwangu niwe dhahabu hiyo safi. Na dhahabu hiyo safi ni kumpata nani? Yes, kwa hiyo maskini ni watu wa aina gani? Ni watu wa inagani? Ni watu waliomkosa Kristo. Amen. Na ni watu ambao hawawezi kumpata nani? Maana na maskini, usisemeni tena mimi maskini. Futa hiyo kauli. Sema mimi. Usisemeni tena mimi maskini. Mwambie rafiki yako mimi siyo maskini. Amen. Yesu anasema njoo kwangu uwe dhahabu iliyo safi. Njoo nipokee mimi. Njoo unione mimi. Amen. Ukiwa na Yesu una dhahabu iliyo safi. Sawa, mpendwa. Usiogope. Usifikiri. Unadhani Mungu anapozungumzia umaskini, hazungumzii pesa, hazungumzii vitu. Yaani Mungu aanze kuzungumzia pesa na umaskini Nataka nikwambie, maskini kumkosa nani ni kumkosa Kristo. Amen. Kwa hiyo ukisema jamani, mimi ni maskini, kuna Yesu, kuna Mungu. Njoo kwangu, nunue dhahabu iliyo safi. Amen. Sasa tusikize vizuri, kwa nini huyu kijana anaambiwa kauze hizi mali kwa watu maskini? Yesu anamwambia kwamba mali Ulizo nazo chanzo chake hazitokani na Mungu, ndio maana zimekamata moyo wako. Inawezekana huyu kijana alikuwa anazurumu, alafu baadaye akaokoka, umeelewa? Inawezekana huyu kijana alikuwa anaenda kwa waganga, alafu baadaye akaokoka. Kitu ambacho Mungu anazungumzia hapa, anamwambia kwamba unakuwaje na mali zinazokamata akili, unakuwaje na mali zinazokamata akili, hata kuokoka utaki? Hizo mali zinatoka wapi? Kwa sababu mali zinazotoka kwa Mungu hazikamataji akili ya mtu Amen. mali zinazotoka kwa Mungu hazikamataji ibada za mtu. Sasa huyu kijana ana mali zinazokamata akili yake, hata Mungu haimpendi na ke, kanisani anakesha, anaomba, hizi mali zinatoka wapi? Yesu hapa anazungumza, anamwambia hizi mali kuna mahali zimetoka. Dawa yake waachie wenye mali zao Amen. kama unakumbuka tulijifunza Jumapili juma kwa bali ya Abrahamu, aliambiwa atoke kwenye nyumba ya baba yake. Tukajifunza vitu vingi sana hapa kwa bali ya kutoka kwenye nyumba ya baba. Kwa nini aliambiwa atoke? Kwa sababu pale kulikuwa kuna vitu ambavyo Mungu hawezi kuvibadilisha hata kama ni maombi ya namna gani ya ombi. Mungu kulikuwa kuna vitu ambavyo Mungu hawezi kuvibadilisha. Sasa huyu kijana ana mali ambazo Mungu hawezi kuzibadilisha na anapangwa kuzibadilisha na mali ambazo Mungu hawezi kuzibadilisha, chanzo chake sio sio Mungu. Kwa hiyo hizi mali zimeteka moyo wa kijana. Ukiona mali zinakamata moyo wako zinakamata ibada zako zinakamata utumishi wako ujue hizo mali hazitoki kwa Mungu, zinatoka kwa Shetani. Amen. Mali zinazotoka kwa Shetani ndio huwa zinakamataga moyo zinakamata ufahamu zinakamata akili zinakamataga nguvu. Ni mali zinazotoka kwa shetani zinakufanya ustarehe. Mali zinazotoka kwa shetani zinakufanya uchukie Mungu, zinakufanya uchukie ibada, zinakufanya uheshimiwe, yani unatafuta heshima na hekima ya wanadamu. Hey, shetani akamwambia mungu akamwambia Adam, bwana, sikiliza, ili tunda ukila utakuaga kama Mungu. Amen, ili tunda ukila utakuwa kama nani? Kama Mungu. Na kuna watu wamekula matunda tayari, na sasa mali zipo wana na mungu hazitokani na Mungu. Na kama hizi mali zingelitoka kwa mungu na okay, amen. Mungu anakupaje mali naye mtenga na yeye? Anakupaje mali naye mtenga na uso wake? Na anakupaje mali zinazokutenga na ibada? Tafakari vizuri, zimetoka kwake kweli? Kumbe kupokea mali sio, sio shida, mali sio shida. Kuna, so kuna roho gani kwenye hizo mali? Kuna roho ya namna gani kwenye hizo mali unazozimiliki? Hizo mali zina sauti za kukuamuru wewe, kukuzuia kumtumikia Mungu, kukuamuru wewe, kukuzuia kufanya ibada. Unajua ame, una vitu vinavyokusemesha na wewe unasikia na unatambua na unaelewa. Mungu alitaka Yesu alitaka kuokoa vitu vinne ambavyo tumeviandika huko nyuma, ndani ya moyo jana, akili zake, moyo wake, lakini pia hata nafsi yake na nguvu zake Anapenda Mungu sana, nguvu zimekamatwa, nafsi imekamatwa. Yesu anasema ukifanya hivyo, kisha unifuate. Wangapi wamemfuata Yesu na hivi vitu vyaendea huko huko, kama hivi leo. Hajawahi kupenda Mungu, hajawahi. Anadanganya siku zote, ipo kanisani, anasema alipo Mungu. Yesu alipogusa ile tagiti ya kile anachokipenda, anasema yule kijana akaacha kusali ile siku, akaenda zake kwa uzuri. Kama mbinguni inatakiwa kwenda kwa njia ya kutoa akili yangu, kutoa moyo wangu, hapana. Moyo wenye liumba Mungu akizija, liumba nani na nguvu alizonazo, liumba nani? Na bado naukatalia tena kumpa mmoja anakumbuka <laughs> na mfano mmoja ulitolewa kanisa akaitwa mtoto mdogo. Unajua watoto mdogo wana mfano mzuri sana. Naweza nikamuta mtoto mdogo hapa sasa hivi. Amen. Nikampa biskuti au soda. Nikamwambia je, mtoto akachukua. Akichukua, akishika hivi. Nikimwambia naomba, atanikatalia na kunitukana juu. Eh, eh. Atanikatalia kana kana kama karimu yeye. Amen na kaitoa yani, atakata hata utaka ndo akili ataka, ataka za baadhi ya wanadamu ambao hawamjui Mungu wanafananishwa na watoto wadogo ambao ukimpa kitu ua siku kimombadalia <laughs> na kuna baadhi ya watu wapo hivyo, ukiwaambia kanisani wanasikitika. Wana Mungu akikwambia fanya hiki wanasikitika katika mioyo yao. Kwa sababu gani? Hivi umesahau kwamba kila ulicho nacho kimetoka wapi? Hata unamzuiria Mungu muda wako unamzuilia Mungu ibada zako, sala zako na maombi yako. Anasema huyu kijana akaenda zake kwa huzuni. Kwa sababu gani? Akili yake kuna mahali aliipeleka, hakutaka kumpa Mungu. Moyo wake kuna mahali aliupeleka, hakutaka kumpa Mungu. Nafsi yake kuna mahali aliipeleka. Alikuwa nafika kwa Yesu tufani, eh? kama ni kopo he eh? <laughs> alikuwa nakuja kwa Yesu amen, kama ufuku ambao mbao na nani? E, yani hakuna kitu sikiza. Kuna vitu Yesu anavihitaji kwenye moyo wetu, kuna vitu Yesu anahitaji, yaani si kuomba tu, ndio maana anasema unafanya maombi ya kupoika poika kupoika poika, maanake ni maombi ambayo hayana akili, ni maombi ambayo hayana nafsi, ni maombi ambayo hayana moyo, ni maombi ambayo hayana nguvu ya kweli, sio, anatokea wapi na sio na ujasiri gani na wa kuomba maombi na na ya namna hiyo. Yesu anasema unafanya maombi ya kupalikaauka, unaomba huku ndani, unajua kabisa Mungu mpende na unaelewa kabisa, kesho mimi na acha ibada. Amen. Amen. Amen, na leo naang'ana naye kama kama Yakobo alikushika mguu wa malaika, na mimi naangalia kwako wewe, takanyaga kichwa na uyo malaika, tutamona Bwana siku hiyo ya mwisho, aliyekuwa mnyenyekevu tutamwabudu huko, mwana wa Daudi tutamwona huko akiketi na Mwenyezi Mungu, tutapanguzwa machozi mbele ya kiti chake cha enzi.

Bwana wa wokovu wetu tutamwona Bwana Yesu siku hiyo ya mwisho aliyemwaga damu yake, tutakutana huko, mwana wa Mungu tutamwona huko, akitawala kwa utukufu wake, tutamwona Bwana Yesu siku hiyo ya mwisho aliyemwaga damu yake tutamsifu huko, mwana wa Mungu tutamwona huko akitawala kwa utukufu wake, tutapanguzwa machozi mbele ya kiti chake cha